Ah, tunachojadili ni jinsi ya kutumia taaluma zetu kutatua changamoto ambazo zinatukabili katika dunia hii. Unajua kwamba tunakabiliwa na changamoto nyingi. Changamoto mojawapo ambayo ni very obvious ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kuna magonjwa ya milipuko, eh, kuna zile natural calamity kama earthquakes, eh, kuanguka kwa milima kama ilivyotokea kwenye Hanang. Sasa sisi tunaamini kwamba ni wanataaluma kwamba jamii zetu zimewekeza kwetu kwamba tuwe na uh, knowledge, na hizo knowledge ziweze kutusaidia ku address hizi problem. Kama ilivyo desturi katika makongamano ya kitaaluma, ni kujadili maswala mbalimbali yanayohusu jamii, uchumi, katika minajili ya kuangalia namna gani ya kuondoa changamoto, matatizo yanayokumba jamii zetu. Kwa hiyo siku hii ya leo na siku mbili zijazo, kwa maana leo tarehe 20, 21, 22, 23 kongamano hili litaendelea hapa na wanazuoni, wana taaluma mbalimbali, watapata fursa ya kuweza kuwasilisha tafiti mbalimbali ambazo wamezifanya katika maeneo yao ya ubobezi katika taaluma, na hiyo inatusaidia kuweza kuona kwamba hata kama taaluma ama utafiti fulani umefanyika katika bara jingine ama katika nchi nyingine kuna uwezekano wa kuweza kujua kwamba changamoto hii katika upande fulani imeshughulikiwa namna gani, na kuona kama suluhisho hilo hilo linaweza likatumika hapa katika nchi yetu, kutumia wataalamu wetu hawa. Na kwa muda huu wa siku tatu ambao watatumia katika mkutano huu, wataweza kujadili mambo mbalimbali, lakini si kujadili tu, kutafuta namna bora ya kutoka kwenye changamoto zote ambazo zinatukumba kijamii, lakini pia kuangalia namna gani kama taifa na Afrika na dunia nzima, tutatumia elimu yetu kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine.